Wale ambao wako duniani kote. Kwa jina Douglas Bogonko kutoka Kisii Marantown ambaye ni nabii wa Mungu wa mwisho duniani kote duniani kote duniani kote. Tunapoangalia duniani kote, mambo yameanza kutendeka. Mengine ni mazuri, mengine ni mabaya. Mengine yanafanya hata Wakristo wanayumba yumba na mengine yanafanya Wakristo kuelewa ya kwamba yale ambayo yalinenwa kupitia kwaroho mtakatifu anaendelea kutendeka. Kwanza ninaomba. Papa, apa, apa, asante sana Mungu wetu, uishie mahali patakatifu mbinguni na hapa duniani pote ni pako. Kwa siku ya leo, nataka kuangalia neno lako kupitia kwa Biblia na kitabu kimoja katika roho ya unabii kimeandikwa na Ellen White, ambayo kinatupea mwongozo wa kuelewa Biblia vizuri. Wale ambao wanasoma Biblia, usipoelewa Biblia Unaingia kwa roho ya unabii. Naomba Mungu uwasaidie wa binadamu wote wale ambao wanatarajia mara ya pili Yesu akirudi wafike kutoka duniani kwenda mbinguni. Uwasaidie kuelewa na kukaa na Kristo wa ukweli, yani kote. Naomba kwa jina la Roho Mtakatifu. Amina. Tunapoangalia Biblia, hii Biblia ndio neno la Mungu, la Mungu ambalo limeandikwa kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu imeandikwa na, na wanabii ikaandikwa na mitume na pia kuna wengine so, tuangalie hivi, neno hili usipolisoma vizuri, hautalielewa. Unafaa kulisoma vizuri ukiongeza na roho ya unabii ambayo imeandikwa na dada White, uelewa vizuri. Hiyo ndio maana tunasema neno ni mwangaza na roho ya unabii ni mwangaza mdogo. Hivyo hii inaongoza, hii inaongoza hii inamulika hapa apa ambayo ni kigumu. Ya kwanza wa kitabu inaitwa Samueli wa Samueli wa kwanza e, f, e, fungu mlango wa mbili fungu la tatu kwa kuwa, kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa na matendo upimwa na yeye kwa misani. Tuna maana Data enambere daawit abawdaab alionyeswa hivi. Nimeona malaika amesimama akiwa na misani mukononi. Misani ni nini? Kitu ya kupima tabia za watu mkononi mwake akiapima mawaso na matakwa, ile kitu unafikiria ya watu wa Mungu na hasa vijana kwa nini upande mmoja wa misani kulikuwa na mawazo na matakwa yanayo yanaelekeza mbinguni, au ni vijana, upande mwingine kulikuwa na mawazo na matakwa yanayoelekeza duniani. Na upande mwingine yanaelekezwa wapi? So duniani kumaanisha nini? Kupenda raha, kukua na ubadhiri mbaya hiyo ndio mambo ya dunia. Na unapoendelea upande wa mbinguni, mawazo na ma yanao yanaotoa kiburi na mingine. Nani, wakati nyeti sana, malaika wa Mungu wakiwa na misani wanapima mawazo. Mawazo, hii, kitu iko na akili hapa ya wale wanaodai kuwa watoto wake, wale wanaodai kuwa wameufia wame uri ulimwengu na kuishi kwa ajili ya Mungu Upande uliojaa mawazo ya duniani ufadhili na kiburi ulishuka chini upesi. Hiyo yale ya dunia yote yalishuka chini upesi yakashuka, pamoja na kwamba vingi vilikuwa vinamwagika kutoka upande huo. So upande wa dunia, ile kiburi, ilikuwa inaanguka. Tunaambiwa upande uliokuwa na mawazo ya mbinguni ulipanda. So mtu akiwa na heshima Nasema ulipanda juu upesi, wakati ule mwingine ukishuka chini na ulikuwa mwepesi sana. So tabia nzuri inapanda juu, tabia mbaya inashuka chini. Ninaweza kusimulia chambo hili kama nilivyoliona liona, lakini siwezi kuonyesha mguso bayana na wapekee uliowachwa katika akili yangu. Kile kitu yale ni wati aliangalia, alipoona kile alisema hakuweza kushika vizuri, lakini aliona iliona kwamba wengi walikuwa wanachipima wao kwa wao, ambayo ni mbaya, na kuyalinganisha maisha yao na wengine. So tuseme hivi, mwingine ni mrefu, anapoangalia yule anaona yule mtu Mrefu, ama kuna kitu kingine anatenda ama kuna kibuli sasa, nangaya mimi mavatali kuliko yule. Na kwa Mungu anasema jipime, uchiangalie kama kuna shida, kama kuna kibuli kiondolewe. Ukitoa ukikiri uki, uki, uki, uki, uki, kwa mdomo wako, ndio Mungu atakupea nguvu aseme umechipima, uko sawa, uendelee mbele. Kitu kingine nikasema hivi lakini hakuna atakayeingia mbinguni bila kuchitoa muhanga. Muhanga ni nini? Lazima uchipime uchiangalie, ile tabia mbaya uitoe kabisa, ndio uwe umefikia mahali hapo. Lazima moyo wa kuchikana na kuchitoa muhanga ukuswe, the heart, hii kitu iko ndani hapa ukuswe, kusema upadilishwe, ndio kuwe tayari ufikia kipimo cha Mungu nini? Wale walio tayari kuchinyima kwa, man, kwa namna yoyote kama nikuteseka ili kupata. Kwa hivyo ukitaga kuchinyima lazima uteseke. Wengine wanafurahia mengine ufurai alaitunambiwa lazima uteseke hivi, usim achili usima wa milele wataupata. tnambiaasa hambo la mwisho